Ukitaka kujua mpenzi wako wa kweli ama rafiki yako kweli wa kweli, e, bwana umwa umwa, kosa pesa, yaani umeumwa kweli kweli, uwezi utakutembea. Hapo utajua mpenzi wako. Hapo utajua rafiki wako wa kweli wa, lakini sasa hii tu unaumwa kidogo mafua nini, hutamjua mtu wa kweli, mpenzi wako utamjua, lakini patwa na matatizo makubwa, ndugu yangu utajua mkweli na utajua muongo kwako, naona maanake wengi walikuwa na urafiki lakini wakubandikiza tu, nakupenda rafiki yangu mpenzi wangu, lakini kumbe ako after, after mambo yake yani, akitimiziwa tu anasonga mbele. Ukiishiwa ndio utajua kweli na rafiki ama na mpenzi, yani ukikosa hela utajua mwanamke ni nani na rafiki ni nani.